Vita vya Ukraine vimeingia katika hatua muhimu ambapo shinikizo limekuwa likiongezeka kwa pande zote zinazohusika kutafuta njia ya kumaliza vita hivyo. Hivi karibuni Marekani imezidisha juhudi za kidiplomasia ikipendekeza mpango wa kumaliza mapigano na kuleta utulivu. Hata hivyo, juhudi hizi zinakabiliwa na changamoto kubwa. Ukraine na washirika wake wanasisitiza kulinda uhuru na hakikisho la usalama, ilhali Urusi inataka kutambuliwa kwa mabadiliko ya mipaka na Ukraine kutoegemea upande wowote ule lakini, mbali na kwenye uwanja wa vita, mazungumzo haya yana athari kubwa za kijiografia kwa Ulaya na umoja wa kujihami wa NATO. Katika mjadala wetu wa leo tunachunguza vipengele muhimu vya mpango huo wa Marekani, mitazamo tofauti ya Ukraine na Urusi, na pia kutathmini kinachohitajika ili juhudi hizi ziwe na mafanikio. Kwenye laini ya simu niko na Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko Berlin hapa nchini Ujerumani, na Mubelwa Bandio, mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko nchini Marekani. Harison, sijui kama unanisikia pamoja na Bandio, kwa kwa shukran okay, sana na kukubali kushiriki katika mjadala huu, na moja kwa moja, labda kuanzia, yapi ni maswala muhimu yaliyomo katika mpango huu mpya wa Marekani juu ya kumaliza vita vya Ukraine? vi kwako, Harison kwanza. Kuna uh, kwanza inabidi tujue, tufahamu kwamba kuna mipango mitatu. Kuna ule wa kwanza wenye vipengele ishirini na nane ambao ulitolewa na Marekani ambao watu wengi wanalalamika kwamba mapendekezo yale yalikuwa yame, yame, yamelalia sana upande wa maslahi ya Urusi. Kwa hiyo huo ni mpango wa kwanza, ule ulivyotoka ule mpango. Ulaya na Ukraine walivyouona wakaukataa, waka ule mpango mm -hmm, wakasema kwamba itakuwa ni kama Ukraine inajisalimisha kwa Urusi. Kwa hiyo Ulaya na Ukraine wakatoa mpango mwingine wa vipengele ishirini na nane ukaenda kwa kwa Trump eh, sasa baada ya hapo tunasikia kwamba kuna maongezi yamefanyika kati ya Ukraine na Marekani na sasa kuna mpango mwingine wa tatu una vipengele kumi na tisa mm -hmm. ambao sasa ndio huo uh, ambao uh, huyu bwana Steve Witkov ametumwa sasa kwenda kujadiliana na na Urusi. Sasa katika katika mipango hii yote kama nilivyosema hapo awali kwamba mpango wa kwanza kiukweli, mi nimeupitia mpango wote wa hivyo vipengele ishirini na nane. Eh, vyombo vingi vya habari vinasema kwamba ni mpango ambao umechukua masilahi sana ya Urusi, lakini mimi katika vipengele vyote nilivyosoma nimeona kabisa kwamba kuna kuna vipengele ambavyo Urusi imebidi kufanya kama wanaita concession, kwamba kukubali baadhi ya vitu. Kwa mfano kama kwenye huo upande wa kukubali wanajeshi wa Ukraine wafikie laki sita. Uh, Urusi mwanzoni ilikuwa inataka wasiwe wa, wa zaidi hapo. mm -hmm. Kuna dhamana za kiusalama ambazo katika mpango huo akiangalia pengele namba tano na namba kumi Marekani imesema kwamba itatoa dhamana za usalama kwa kwa Ukraine, kitu ambacho Urusi haitaki. Alafu kuna kitu kitu, kitu kingine ambacho kilichopo ni kwamba Ukraine haitakiwi uh, kuingia NATO. Hicho ni kitu ambacho Urusi inakikubali, lakini kuna hili suala la maeneo mm -hmm. kwamba kuna maeneo kama ya Luhansk, Crimea na Donetsk ambayo wanasema kwamba inabidi Ukraine ayaachie yaende kwa Urusi, lakini mtu akipitia vizuri ule ule mkataba u, ule mpango anaona kabisa kwamba Ukraine inaachia yale maeneo, lakini wametumia neno linaitwa de facto recognition. Yani kwamba wanakubali kwamba ni eneo la Urusi, lakini sio officially yani si, wametumia jina yani sio de jure recognition, ni de facto recognition so. Alafu sasa maeneo hayo yanatakiwa kuwa hamna majeshi kitu ambacho Urusi alikuwa hataki. Kwa hiyo ni, ni mpango lakini, sasa ukija kwa mpango wa Ulaya, unatoa yote ambayo labda ni Urusi angeweza kukubaliana nayo, alafu inaingiza mambo mengine ambayo yanakuwa magumu kabisa Urusi kukubaliana nayo. Kwa hiyo uh, kwa sababu hatuwezi kuingilia yote, Mwilima, tulikuwa tunataka kwa muhtasari tu yale ya muhimu ambayo umeeleza. Labda nikimgeukia bwana Bandio, uh, umetaja Mwilima kwamba mapendekezo mengi yanaonekana kana kwamba yanaelemea upande wa Urusi. Sasa je, mpango huu wa Marekani unazingatia uwiano kweli kati ya kumaliza vita na kuhifadhi uhuru Ukraine, au una hatari ya kuhalalisha uchokozi na haki kwa mwenye nguvu tu? Nafikiri unazidisha una zaidi, mpango wa awali ni kusimamisha vita. Nafikiri hii ni kitu ambacho walikuwa wanaamini kwamba kingeweza kuwa Uh, na uwezekano wa kubalika kiurahisi kwa upande wa, wa Urusi kwa sababu ukumbuke walikuwa wanamlazimisha Ukraine kama vile walikuwa wanahiswa na mmoja Ukraine mtu hapa ambaye anajaribu ku kulainishwa ku, ku ni, ni Mrusi na ni Mrasia na sio Ukraine mm -hmm. Kwa hiyo ni mpango ambao uh, nafikiri kama alivyosema mwalima kuna baadhi ya vitu kiviangalia ni kama viko pande zote. Swali kubwa ambayo limekuwepo hapa na hata baadhi ya, ya, ya, ya, wabunge na maseneta wanakuwa wanasema kwamba ni kwa mba, nini jambo ya hili yaani aliyeingilia ni ni Russia na bado anaonekana hakuna madhara ya kile anachokifanya Russia. Rasia haadhibiwi kwa kuingilia katika mipaka ya nchi nyingine, wakati wao wanafahamu kwamba Marekani ikichukuliwa ardhi kwa sehemu yoyote ile ni nini, wanatakiwa kufanya. Kwa hiyo wame wameona kwamba ni double standard, kwa sababu wanasema kwamba kilichofanyika na Russia kingefanywa na nchi yoyote ile katika ardhi ya Marekani, hata katika milki zake, sio ndani ya Marekani kwa maana territory zake, kama Guam, kama Hawaii, kama sehemu nyingine, kungekuwa kuna mapambano ya kufa na kupona, kuhakikisha kila sentimita inarudi. Lakini ni kwa nini katika nchi ambayo inaamini hivi, inaona ni sawa, hata kama ni de facto, kuipa Ukraine, kuipa Russia sehemu ya Ukraine? kwa hiyo ilionekana kwamba ni mpango wa kukimbiza kupata usitishaji wa mapigano na pengine ikuwa kuna maendeleo mengine, lakini swali ni kwamba baada ya hapo ni nini kinafuata? Na baadhi ya watu wanafikiri kwamba Trump anafanya mpango mfupi mm -hmm. Aongeze katika orodha yake ya vita alivyovisimamisha ili aweze kupata Nobel Prize, na ndicho kitu ambacho wengine watu wanahisi kwamba hana nia ya dhati ya kupata ma, uh, us, uh, usitishaji wa mapigano usitishaji wa mapigano, hataki amani, anataka, ni kama kutafuta njia uh, fupi na labda ku, kuangazia hilo. Muda wa mwisho uliowekwa na Marekani huko kusaini makubaliano ya amani ulikuwa ni leo Novemba ishirini na saba, lakini baadaye muda huo ukaondolewa. Labda kwa nini Marekani iliona haja ya kuweka muda huo wa mwisho na kitu gani kilifanya ibadilishe mawazo, Harrison? Uh, nadhani kwa kujaribu kuingia kwenye kichwa cha Trump nadhani leo marekani nadhani kuanzia leo wanai sherehe wanaita Thanksgiving eh, kwa hiyo nadhani kuna hilo swala labda alitaka kuwa na kitu katika mpaka kufikia katika sherehe hii ya Thanksgiving, lakini pia no. uh, swala jingine ni kwamba uh, Trump tunajua kabisa kwamba kuna huu kuna, kuna uchaguzi wa katikati ya muhula wenyewe wanauita midterm election na tokea Trump alivyo, alisema ataumaliza huu mgogoro mapema sana, lakini naona mpaka sahivi ajaumaliza na umekuwa ni mgogoro wake mgumu sana. Kwa hiyo nadhani anajaribu kuweka kuweka hizi deadlines eh, kwamba mpaka muda fulani inabidi eh, Ukraine iwe imesain ili kuhakikisha kwamba mpaka, mpaka wanapoenda katika uh, ule uchaguzi wa katikati ya muhula eh, waweze kuku, kuwa na kitu kwa ajili ya wapiga kura. Lakini sasa kama tu, kama alivyosema mwenzangu hapo, tunaona kabisa kwamba katika mpango huu, ndio maana labda aliamua sana kuchukua baadhi ya vitu ambavyo vingeweza kumridhisha sana sana Urusi, lakini pia akaamua kumwekea presha uh, Zelenski Ukraine. Lakini sasa tunaona sasa Ukraine na washirika wake wa Ulaya wameamua kusema kwamba hawawezi kukubaliana na hilo. Kwa hiyo tunarudi tena pale pale mwanzo tulipoanzia kwa maana ya kwamba huu ni mgogoro mgumu sana kwa Trump ku, kuutatua Najat. Uh, namba ki... ah. Ndio, endelea. Na no, kwa kuongeza tu kwa kifupi ni kwamba pia kitu kingine Trump ana, anatumia siku hizi um, kwa ajili ya kwa sababu anategemea pia atatoa hotuba kwa wananchi, kwa hiyo mm. utakumbuka tarehe mbili mwezi wa nne alisema nataka nifanya Liberty Day no. Alafu akaja wakati, wakati siku ya uhuru anaipa siku nyingine uh, hata wakati mm. wa, wa miaka mia mbili hamsini ya jeshi la Marekani akaipa siku ya birthday yake, kwa hiyo huwa anataka vitu fulani viangukie ndani ya hizi siku ambazo unajua watu mm. huwa wana, wanasimama wana, wana na inampa nafasi ya yeye kuweza kueleza kile ambacho anaamini kwamba ni mafanikio kwa hiyo kwa siku kuu, kwa mba ni kwamba kila sikukuu awe na kitu cha kuzungumza katika kile ambacho anaamini kwamba ni mafanikio ambayo ni yeye na yeye pekee anaweza kuyaleta katika dunia. pili tu bandio, kwa hiyo mwazangu... wazangu, ulikuwa unafikiria kwamba hii sikukuu ya Thanksgiving alikuwa labda anataka ndio kama atumie uh, kama angeweza kukubali huu mpango ndio angeitumia sasa katika hotuba yake ya Thanksgiving na ni, ni Naam Harrison, no, bwana okay. Uh, bandio labda tumpe nafasi Najat Omar, upande wa pili wa studio alikuwa anafuatilia wanayosema wafuatiliaji wetu sijui so, anasemaje Najat. Uh, ni some tu mmoja la Emmanuel kwa sababu ya muda, anasema mm -hmm. hapo kuna mgongano wa maslahi ingekuwa rahi, ingekuwa Urusi ni taifa dogo, Marekani ingeishurutisha ila kwa vile ni taifa lenye nguvu Marekani inashindwa na Urusi, hapo analinda maslahi yake. Shukran sana Harrison. Uh, mpango huu wa Marekani una uwezekano kiasi gani wa kufanikiwa ikizingatiwa tofauti kubwa za kimaslahi baina ya pande husika? Sidhani kama utafanikiwa kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kuna mpango mpya ambao umeletwa, na nilikuwa na najaribu kupitia vyombo uh, vya habari vya Urusi, tayari Urusi imesema utaukubali mm -hmm. kwa hiyo kwa hiyo sasa ina maana urusi sasa nao watakuja na mpango wao mwingine itabidi urudi kwa trump alafu sasa huo mpango kama tunavyojua ni kwamba ulaya na ukraini wataupinga wata, wata kwa hiyo tunarudi pale pale unapotaka, unapotaka suluhu ya kidiplomasia mm-hmm. lazima ufike sehemu ambapo kwamba eh, baadhi ya, ya, ya vitu vinakubalika katika pande zote mbili lakini nachokiona katika mgogoro huu ki anachokitaka mwingine huyu mwingine akitaki anachokitaka huyu mwingine akitaki kuna hali naitu ya kwenda mbele na kurudi nyuma, sio? Kuna hali ya kwenda mbele na kurudi nyuma. Kwa hiyo mi ni kati ya watu ambao, nikiangalia, naona mgogoro huu kiukweli unaenda kumalizika katika uwanja wa vita. Naona muda ee, unaenda kwa taki kasi bandio. hmm. labda uh, utueleze kwa maoni yako unadhani ikiwa mpango huu utafanikiwa utaiacha dunia katika sura gani ya uwiano wa kiushawishi baina ya kambi zenye nguvu duniani? Yaani hapa tukiangazia kitu kama Marekani, Urusi, China pamoja na Umoja wa Ulaya. Sasa nafikiri niseme kwamba mpango huu kwa jinsi ulivyo, mpango wa amani, siamini kama utaweza kufanikiwa, kwa sababu hauonekani kuleta uwiano halisi na hauendi katika kutatua chanzo cha tatizo lenyewe, kama ambavyo tunaona katika mgogoro wa Israel, kwamba hauendi katika chanzo, unataka kusitisha mapigano. Huu ni mpango ambao tangu mwanzo tuliona kwamba Rais Donald Trump hata katika kampeni alitumia katika swala la hisia kuliko uhalisia, na baada ya kushinda akaja akasema kwamba uhalisia unaonyesha kwamba mgogoro huu ni mgumu zaidi, lakini namna pekee ya kuweza kushinda huu ni pamoja na pamoja na mambo mengine, ni kuangalia mfumo mzima, sio tu katika utawala wa kidunia lakini mpaka zifike Umoja wa Mataifa, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinampa kiburi Russia ni pamoja na ukweli kwamba ana kura ya turufu kwenye Umoja wa Mataifa. mm -hmm. Kwa hiyo huu mgogoro usingekuwa unahusisha nchi kama hiyo na mshirika wake akawa kama Marekani, ungekuwa maisha yaishi muda mrefu, kwa sababu Umoja wa Mataifa ungeweza kuingia. Lakini kuna namna sio tu ya kuangalia haya mataifa makubwa yalivyo, lakini nafasi yao katika Umoja wa Mataifa, hasa ikizingatiwa kwamba katika siku za karibuni wamekuwa ni washirika wakubwa katika sehemu ya vurugu na vita katika nchi, na inakuwa ngumu kwenda kumshtaki mtu wakati yeye mwenyewe ndiye like anayetakiwa kutoa maamuzi. Labda maoni ya mwisho uh, kutoka kwa nyote wawili, manake muda pia ndio huo umetupa kisogo. Ikiwa juhudi hizi za hivi karibuni zaidi hazitafanikiwa kutuliza hali nchini Ukraine, labda lipi jipya linalopaswa so kufanywa? Nikianza nawe Harrison. Vita vitaendelea na mpaka itafika sehemu kwamba mmoja atasalimu amri au kama sio kusalimu amri mmoja na hisi Ukraine kwa sababu ukiangalia hivi vita vipo upande wa Urusi zaidi, inaonekana kabisa yupo kwenye kwenye ushindi. Kwa hiyo itafika muda ambapo sasa Ukraine itakuwa haina haiwezi kufanya chochote, itabidi tu kukubali matokeo yatakayokuwepo, kwa maana ya kwamba kukubali mkataba wowote ambao utawekwa mezani, Bwana Bandio. Nafikiri nitegemea ni sapoti gani Ukraine naweza kaipata kama ipata kusema ndugu yetu mchungaji ananja wasema soma uh, migogoro yote umalizikia kwenye kiti na meza kwayo, mapamano, mba, mgini, Russia, kumbuka. Kwa hiyo mapambano ni kwamba nani anaweza kashawishi upande wake mwingine, kwa sababu Rusia, kumbuka, wakati anaanza vita tuliamini kwamba isingechukua hata mwezi kufikia hapa, lakini sasa tunakaribia mwaka wa nne anaendelea kusukuma hivyo hivyo. Swali so, ni kwamba inaweza kapatikana sapoti ya namna gani, mabadiliko gani anaweza katokea hapa katika nchi kama Marekani na sapoti gani ambayo anaweza kaipata Rusia uh, Ukraine. Lakini kama kutakuwa kuna uwezekano wa Rusia kupata msaada hasa kutoka katika nchi, kwa mfano itokee kwamba rasia amemkera Marekani, Marekani akampa nguvu za anga uh, Ukraine upo uwezekano rasia akawa mtu ini. Kitatokea nafkiri inategemea na nani atakuwa tayari kumuunga mkono uh, Ukraine katika mapigano haya au asante uh, sana bwana bandio na no. shukran sana bandio, shukran sana Mwilima, kwa mchango wenu katika mjadala wa leo.